Waliniambia nimtoe kafara huyu mtoto au nijitoe mimi mwenyewe. Nilijaribu kukimbia, lakini miti iligeuka kuwa na mikono, ardhi ikapasuka, na nikajikuta katika ulimwengu mwingine, nikiangaliana na meza yenye mfupa wa binadamu. Yote haya ni kwa sababu ya mama yangu mzazi. Ilikuwaje? Ungana nami katika simulizi hii inayoitwa Maua ya Kaburini. Lakini kabla hatujaendelea, nisaidie kubonyeza hiyo like button hapo kisha bonyeza hiyo alama nyeusi iliyoandikwa subscribe. Umeshabofya? Oke, okay. Tuandikie comment yako, unatazama simulizi hii kutokea wapi na yapi maoni yako juu ya simulizi hii? Haya, tuianze simulizi yetu sasa. Jina langu naitwa Daniel. Mama yangu alifariki miaka mitatu iliyopita, saratani ya tumbo ndiyo ilimchukua Alikuwa kila kitu kwangu, kila kitu. Niliahidi sitamsahau kamwe. Tangu kifo chake, nilijiwekea utaratibu wa kila Jumamosi asubuhi natembelea kaburi lake. Huwa napeleka ua moja jekundu, moja tu, lenye harufu nzuri ya kunukia. Hii ilikuwa ni sherehe yangu ya faragha, njia yangu ya kukumbuka kile nilichopoteza. Lakini jumamosi moja mambo yalibadilika. Nilipofika kwenye kaburi lake, nilikuta kitu cha ajabu. Tayari kulikuwa na ua pale, aina ile ile haswa ambayo mimi hupeleka kila pale makaburini. Sio kwamba yalifanana, hapana, ilikuwa kama mtu fulani alikuwa amechomoa ua lile lile kutoka mkononi mwangu kabla sijaliweka. Nilishtuka, labda kuna mtu mwingine au Mlabda kuna mtu alikuwa ananichunguza. Nilichukua lile ua nililokutana na kuweka la kwangu. Kisha nikaenda na lile ua la ajabu nyumbani. Usiku huo ndipo kila kitu kilipoanzia. Niliamka alfajiri na kulikuta lile ua juu ya kitanda changu. Pembeni yake kulikuwa na kikaratasi kidogo kilichoandikwa kwa wino wekundu kuwa, acha kutusumbua. Sikujua ni nani alikuwa ameingia chumbani kwangu, make mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Nilianza kuhisi kitu kisicho cha kawaida kinanifuatilia. Siku iliyofuata niliamua kulichoma lile ua, nilitupa kwenye jiko la mkaa. Lakini lilipokuwa kiteketea, moshi mzito wa rangi ya kijani nyeusi ulijaa chumbani, na kisha ghafla, sura ya mama yangu ilitokea Sura yake iliyooza, jicho moja limeooza, midomo yake ikiwa imepasuka upande mmoja. Akazungumza kwa sauti ya kutisha, sijawahi kukuomba maua. Ghafla nilizinduka kwa mshtuko, nilikuwa nje ya nyumba yangu, nimelala karibu na mtaro wa barabarani, nikiwa bado na lile ua mkononi. Niliporudi ndani, nililifanga kwenye kitambaa na kulitupa jalalani, lakini usiku uliofuata Lilirudi limegandizwa kwenye dirisha langu kwa damu. Mnong'ono hafifu ulitokea nyuma ya parizeni, usimesema unaendelea kutusumbua kwa nini? Nilikimbia Dar es Salaam nikaenda Tanga kwa shangazi yangu. Kwenye basi nilihisi mtu ananitazama, nilipotazama kiti kilikuwa kitupu, lakini juu yake kulikuwa na ua jekundu. Nilipofika Tanga nilipanga kuoga na kupumzika, lakini nilipofungua begi langu lile ua lilikuwa ndani, na kikaratasi kipya kimeandikwa, sasa ni wewe tunayekutaka. Sikuweza kulala. Asubuhi iliyofuata nilipoteza fahamu. Niliamka nikiwa hospitali. Waliniambia nilikuwa napiga makelele na kuita jina za watu waliokufa zamani, babu yangu mtoto wa jirani aliyekufa kwa ajali miaka iliyopita. Daktari alinitazama kwa huruma na kunihamisha mbali na wagonjwa wengine. Usiku wa pili hospitali, katika chumba changu cha peke yangu, nilihisi mtu amelala kando yangu. Kitanda kilibonyeka upande mmoja, lakini hakukuwa na mtu, lakini kulisikika harufu kama ya udongo mbichi. Ilibidi nitoroke. Nilikimbia kwenye kanisa dogo huko Malimani mchungaji alinisikiliza kisha akanipa maji ya baraka, lakini kabla sijaondoka, aliniuliza swali la ajabu: Je, mama yako aliwahi kukuambia kuhusu kikao cha usiku wa mali nane kabla ya kifo chake, au unajua chochote kuhusu bangilia iliyozikwa nayo? Nilisema hapana. Mchungaji alitikisa kichwa na kusema basi wewe hujui mama yako alikuwa mtu gani. Alinipa maji ya baraka na kaniambia nirudi nyumbani nikachome kila kitu kinachohusiana na yale maua. Nilifanya hivyo, nilichoma picha, makaratasi, lile ua. Lakini usiku huo niliingia kwenye jinamizi. Nilikuwa kwenye kichaka cheusi chenye miti ya ajabu, maua yake mekundu ya kidunda kama mioyo ya wanadamu. Nilipojaribu kung'oa moja, ardhi ilipasuka, nilianguka gizani, ambapo wafu walinong'ona, tumekuwa tukikusubiri. Kuanzia siku hiyo, yale maua yalinifuata kila mahali, bafuni, jikoni, hata ndani ya viatu vyangu, na sasa halikuwa jekundu tena, lilikuwa jeusi ua jeusi linalonuka vibaya, na kila lilipotokea kivuli changu kilikuwa mara mbili. Hata mchana kweupe, vivuli viwili vilikuwa vikinifuata. Nikaamua, nilirudi kwenye kaburi la mama yangu, lakini halikuwa kama zamani. Lilikuwa limefungwa kwa minyorono, na juu yake ua jeusi lilikuwa limeota lenyewe, likipumua kama lipo hai. Usiku huo nikiwa nimejifungia chumbani kwa hofu, niliisikia sauti ya mama yangu, laini lakini ya kutisha, kuna kitu lazima ufanye mwanangu, ukikataa hutakuwa na amani kamwe. Niliamka nimetota jasho, moyo wangu ulidunda kana kwamba ungetaka kupasuka. Nilipojaribu kuwasha taa hazikuwaka, simu yangu haina mtandao. Nilijua maneno ya mama yangu hayakuwa ndoto, bali ni uhalisia. Nikakaa kitandani nikiwaza sana. Siku iliyofuata nilirudi kwa yule mchungaji wa mlimani, lakini kabla sijafika kanisani, mbwa weusi watatu walisimama njiani. Hawakubweka, hawakunikimbiza, walinitazama tu, macho yao ya kimaa Nilipokuwa nawapita, mmoja alisema kwa sauti ya kibinadamu kuwa, nenda kwa yule aliye karibu na moto, maji hayatakuokoa. Nikakimbia mpaka ndani ya kanisa, nililia kama mtoto. Mchungaji alinitazama kwa makini. Nilimwambia mama yangu alisema lazima nifanye kitu, lakini hakusema ni kitu gani. Mchungaji akanitazama, basi Daniel kama kweli alisema hivyo, kuna neno moja ambalo hupaswi kamwe kulitamka: ninakubali agano la damu. Ukifanya hivyo, utakuwa umesaini mkataba wao. Niliondoka nikiwa na hofu kuu. Usiku huo niliomba sana kabla ya kulala, lakini nilipokuwa napitiwa na usingizi, nilivutwa kwenye jinamizi jingine. Nikajikuta kwenye msitu wa giza meza ya mawe mbele yangu. Juu yake kukawa na mfupa mkubwa wa binadamu, na kando yake lile ua jeusi likichanua pole pole. Kisha sauti ya mama yangu ikasema, kula urojo wa mfupa huo, Daniel, ndipo utajua ukweli wote wa maisha yangu. Nilijaribu kukimbia, lakini msitu ulibadilika, miti ikawa mikono, ardhi ikazunguka nikatokea ndani ya duara la chawi. Wenye majoha meusi waliimba, mama yako alituahidi mtoto atachukua nafasi yake, agano limesimama hadi damu ilipwe. Mmoja alimshika mtoto mdogo na kumsogeza mbele yangu, kisha akasema, chagua moja, mtoe kafara mtoto huyu au jitoe wewe mwenyewe. Nilishtuka kutoka usingizini nikipiga kelele. Nilipoamuka asubuhi ile, kiganja cha mkono wangu wa kushoto kilikuwa na alama ya kuchomwa ya ua jeusi, kana kwamba nimewekewa muhuri wa moto wa kichawi. Haikuuma, lakini ilinifanya nihisi kama kuna kitu kimewekwa ndani yangu, kitu kisicho cha kawaida. Na kwa mara ya kwanza nilihisi hofu ambayo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa hofu ya ndani, hofu ya roho. Yaani, moyo wangu ulipata hofu ambayo sijawahi ihisi kabla. Sikujua cha kufanya, niliamua kutafuta msaada kwa haraka, nikapata wazo la mganga. Nilienda kwa mtu mmoja, mganga mashuhuri wa mtaa wa pili, aliyesemekana kuwa na uwezo wa kuondoa laana za kichawi na kufungua nyota za watu walio waliofungwa kichawi. Nilipelekwa kwenye kiringe chake. Ukutani kulikuwa na vibuyu, manyoya ya ndege na picha za watu walioonekana kama wagonjwa kiroho. Aliniangalia tu bila kuniuliza chochote kisha akasema, "Hii ni damu ya agano inayokusumbua. Haiondoki kwa tiba ya kawaida. Lazima utoe sadaka au kubali kuwa wao." Nilimuuliza, "Wao ni nani?" Akasema, "Mama yako kuna kipindi alikuwa na shida uzazi. Baada ya kukuzaa wewe, akaambiwa hatazaa tena, kwani kizazi chake kina shida, ataishia mtoto huyo huyo mmoja ambaye ni wewe. Mamako alihuzunika sana kwa sababu kiu yake ilikuwa mtoto wa kike, na wewe ulikuwa wa kiume. Miaka mingi ilipopita bila mamako kushika mimba, kiu yake ya mtoto wa kike iliongezeka maradufu, ndipo akashawishiwa na rafiki yake mibibi mmoja kujiunga katika chama hicho, na wakampa masharti kwamba lazima awe mwanachama na lazima atoe kafara. Akakubali bila kujua ni kafara jani hizo, kwani walimwambia hata maisha yake pia yatabadilika na kupata pesa nyingi sana. Baada ya muda akapata mimba, ndio akamzaa mdogo wako wa kike. Mamako alifurahi sana na maisha yenu yakabadilika. Babako akawa na wasiwasi sana kuhusiana na ma, mienendo ya mamako, lakini akawa anapotezea kulingana na mamako kupata mtoto wa kike ambapo madaktari walishindwa na kumhakikishia kuwa hatapata kuzaa tena wala kubeba mimba. Basi aliuamini sana watu hao na kulingana na juhudi na imani yake, basi wakamteua awe kiongozi wa washirika wapya, na hapo pote akawa hajatoa kafara yoyote ile. Yeye kwake aliona mambo safi kabisa. Ikafika muda ambapo inatakiwa kafara ya kwanza kutoka kwake, wakamwambia achague kati ya mtoto wake wa kwanza au mume wake, ni yupi amtoe. Mamako alilia sana akiomba kujitoa, wakamwambia tayari uliyoyataka tumeshakutimizia na ukihitaji kujitoa basi wewe wanao na mmeote mfe. Ilimbidi amchague baba yako akamtoa baba yako, ila baada ya miaka mingi kupita ikahitajika tena kafara, na hiyo kafara ya pili ilikuwa na kuhusu wewe moja kwa moja, kwa sababu wewe ndiye wahusu wao ila mdogo wako ametokana nao. Kwa hiyo wewe ndiye uliyekuwa unahitajika. Mamako aliamua ajitoe yeye, ila sio kukutoa wewe. Wakampa sharti moja kwamba hakikisha wewe ndiye uwe mrithi wake, tofauti na hapo na wewe bado watakujia. Ila kwa bahati mbaya mamako alifariki akiwa hajakukabidhi mikoba yake. Na wale watu wakaifungia nafsi yake na kuanza kuitumikisha mpaka pale utakapokubali agano lao, ambalo mama yako ndiye alianzisha. Baada ya mganga kuniambia hayo yote, nilichanganyikiwa sana. Ile bado tunaongea, ukatokea moshi wa ajabu, ukampiga mganga, akafariki hapo hapo. Nilikimbia, nikaenda kuchukua nguo zangu na kuondoka, kenda kwa shule alipo mdogo wangu. Nikaongea na mwalimu kuhusu kuondoka na mdogo wangu, kuna dharura imejitokeza, lakini juhudi zangu ziligonga mwamba. Mwalimu akasema Zai hawezi kuondoka kwa sasa kwa sababu wameanza leo mtihani na hii wiki nzima wana mtihani wao wa mwisho, kwa hiyo haiwezekani kumharibia huyu mtoto future yake kwa sababu yaemergency Na pia nakuomba asijue chochote kile ili kisimuharibie kwenye mtihani wake. Baada ya mwalimu kusema hivyo, nikamuuliza kwani, hakuna shida yoyote alabda anayemsumbua hapa shuleni, au kama kuna kitu amesha ripoti kipo sawa? Mwalimu akajibu hapana, Zai yuko vizuri, hana shida yoyote, na ndiye moja ya watoto ambao shule inamtegemea sana kwa hiyo tafadhali, naomba kama unamuhitaji subiri wiki moja amalize mtihani wake. Niliondoka nikaenda mgumu kwa rafiki yangu huko mkoa ni Mara ili nisubirie wiki moja nimfate mdogo wangu nihame naye kabisa. Nilipofika kwa rafiki yangu nilimweleza kila kitu, akanipa sehemu ya kupumzika na kulala. Ilipofika usiku, nikiwa nimelala usiku, ndoto zilikuwa mbaya zaidi. Niliona kivuli cha mama yangu akilia kwenye kaburi, michonaro ikimfunga kila alipojaribu kunifikia, giza lilimvuta nyuma. Kulivyokucha usiku, huwezi amini, niliamka nikajikuta nipo kwangu kule kule nilipopakimbia, nikaenda mugumu huko Serengeti. Nilijiuliza nimefikaje hapa, sikupata jibu. Nikajua hapa ndipo sasa nimechokoza zaidi. Nikamkumbuka yule mchungaji wa kanisa la Mlima, alionekana kujua mambo yote ya mama, nikaona nimfate. Siku hiyo nilitembea kwa miguu, njia ya vumbi, jua kali linaunguza, lakini moyo wangu ulikuwa mzito. Wakati mwingine niliona vivuli vya watu wawili nyuma yangu, ila nikigeuka sikuona yoyote. Nilipofika kwa mchungaji, nilimweleza yote. Aliketi kwa muda mrefu bila kusema chochote, kisha akainuka na kusema kwa sauti, pole Daniel, kuna njia lakini ni ndefu. Hii si vita ya nyama na damu, ni vita vya kiroho, inahitaji uwe na imani uweze kushinda. Mama yako alikosea lakini bado anaweza kupata msamaha kwani hakujua nini kilihitajika awali. Nilihisi moyo wangu unachemka kwa matumaini. Tukaanza kufunga na kuomba kwa siku tatu. Katika siku ya pili, nilipolala nikajikuta tena katika dunia ya giza, nikiwa msituni. Mara hii mzimu wa mama yangu ulinitokea ukiwa imevaa nguo nyeusi, macho yake mekundu lakini uso wake ulikuwa umejaa huzuni. Akasema, "Mwanangu, walinidanganya. Nilidhani kujitoa mimi, wewe na mdogo wako mtabaki salama. Sasa nafsi yangu imefungwa wamenishikilia, hawataki nipumzike. Tafadhali Daniel, niokoe mwanangu, nateseka sana, nahitaji kupumzika." nililia Nilienda kwa mchungaji nikamweleza kila nilichoota kwenye ndoto ambapo mama alikuwa ananiambia. Mchungaji akaniambia, twende kwenu tutafute vitu vya mama yako vyote vilivyopo ndani ya nyumba yenu. Tukaondoka naye tulitoa vitu vyote vya mama, nikakutana na fimbo moja kubwa ya kichawi. Mchungaji akasema, twende navyo mpaka pale kwenye kaburi la mama. Tulipofika, Mchungaji akatoa mafuta kwenye kichupa, apaka kwenye kaburi la mama vyote, na kuviwasha moto. Wakati vitu vinaungua, mchungaji alikuwa anapiga maombi, anaomba kweli kweli. Mara ile fimbo ikaanza kupiga kelele, inalia kama mtu ikisema, niacheni, niacheni, nitamwachia, niacheni huru, jamani, msiniangamiza. Ghafla mzimu wake mamba ukatokea pale kaburini, uso wake ukarudi kuwa wa zamani, ule wa upendo na sio kama awali alivyokuwa. Akanitazama akasema, mwanangu, umenipa uhuru na kuanzia sasa nawe upo huru. Akatoweka taratibu kama moshi. Ile alama ya ua mkononi mwangu ilipotea kabisa, na usiku huo, kwa mara ya kwanza, baada ya miezi michache, nililala bila ndoto, bila hofu, bila vivuli. Kama umependa simulizi hii bonyeza picha ya channel hapo chini kutizama video nyingine kama hizi. Ok, tumefikia mwisho wa simulizi yetu ya Maua ya Kaburini. Simulizi hii hapa inatufunza kwamba mbegu unayoipanda leo, kesho inaweza ikawa chanzo cha nguko lako, kesho inaweza ikawa chanzo cha umauti wako. Tulizike na kile ambacho Mungu ametujalia. Tulizike na kile ambacho Mungu ametupangia. Eh, tumemwona mama Daniel humu, alikuwa na tamaa, alikuwa na hamu ya kupata mtoto wa kike, lakini Mungu alimjalia mtoto wa kiume. Akashawishiwa na rafiki yake, akaingia katika kundi la watu ambao sio wema, sio watu wadhuri. Mwanzoni alifurahi kwa sababu alipata kile alichokihitaji, lakini hakujua madhara yake baadaye yangekuwa yapi. Kwa hiyo amejikuta akimpoteza mume amejikuta akipotea na ye mwenyewe, isipokuwa nguvu ya Mungu. Kulingana na kijana Daniel ame aliweza kumkimbilia Mungu, amemkimbilia Mungu na Mungu akaweza kumwokoa. Kwa hiyo nini tunajifunza hapa? Kwamba turidhike na kile ambacho Mungu katupangia. Nakukaribisha sana wewe ambaye ni mgeni katika channel yangu, ni kwamba bonyeza hiyo picha chini ya video hii hapa, kisha utaletewa video nyingi sana ambazo uta enjoy, ni nzuri, kali, tamu, zinafundisha, zinaelimisha, zinaburudisha eh, zinasisimua. Na wapenda sana guys Sha.